na sita kati ya waliotengeneza pamoja kwa mkuu wa wilaya, karibuni sana na Mheshimiwa mgeni rasmi. Tuna ratiba yetu fupi. Tumeonyesha pale e, mambo kadhaa ambayo tutayafanya katika afra kwa kwanza. Katika kwa mujibu wa ratiba yetu e, tutaanza na kujitambulisha katika kujitambulisha, niombe taenda ta kwa maguuti wa kwanza manapa kuwatambua, naomba nimtambue mwakilishi kiongozi, mwakilishi wa Ludewa ya Wosa Grupu, karibu sana. <coughs> ni mwakilishi wa kikundi la WhatsApp linaloitwa Rudewa Group. Nimeongozana na wenzangu wakuku wenzangu sijui kama wanaweza

E, tunakifanya na ambacho sehemu yake tutakabidhiwa madawati. Naomba nisoma taarifa ya kazi ya utengenezaji wa madawati kwa shule za msingi, viti na meza kwa shule za sekondari iliyoanza Januari hadi Mei elfu mbili na ishirini na tano. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ludewa imefanya tathmini ya upungufu wa laya, enlewa, madawati kwa shule za msingi, viti na meza kwa shule za sekondari nakubaini kuwa kuna upungufu wa samani zipatazo elfu tatu. Kutokana na upungufu huo, mkuu wetu wa wilaya aliandaa harambee ya kuchangia utengenezaji wa samani hizo ambayo ilifanyika. Kikao hicho kilifanyika tarehe 22 mwezi wa 12 2024 20, 20. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya fedha hadi kufikia tarehe leo ni kama ifuatavyo: fedha taslimu zilizokusanywa shilingi milioni arobaini na tisa laki tatu arobaini na sita na mia tano zilizotolewa na wadau themanini na nane walioahidi na kutimiza ahadi zao. Wadau tisa wamechangia vifaa na usafirishaji, na wadau ishirini na moja bado hawajachangia kwa kadi ya ahadi zao. Ambao wamechangia bidhaa na vifaa vya ujenzi vya utengenezaji wa meza na viti, kata ya Lalangali ilitoa mbao mia moja na tisini. Innocent Ngailo alitoa huduma ya usafirishaji wa mbao kutoka Msedesele kwenda Mtiu. Padri Melodius Loe alitoa mbao mia sita arobaini. TFS walitoa mbao mia moja tisini na tatu na shilingi milioni ishirini. Mkuu wa gereza la wilaya alitoa huduma ya usafirishaji wa mbao kutoka Msedesele na kusafirisha madawati Ludewa kikundi cha WhatsApp group walitengeneza wametengeneza madawati sabini na tatu. Fundi Oscar ametengeneza madawati kumi na tatu ambayo awa hawa, hawa lileo group viti sabini na tatu madawati sabini na tatu na fundi Oscar madawati kumi na tatu yako hapo nje ambayo utakabidhiwa leo baada ya kikao hicho. Taruna walitoa wa mafuta kwa ajili ya kupeleka mbao mkurugenzi mtendaji wa halmashauri alisafirisha madawati katika shule zote za msingi, viti na meza kwenda shule tatu za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, matengenezo yalikuwa yanafanyika kwa kuzingatia uwepo wa fedha na vifaa. Katika awamu ya kwanza, kamati ya uratibu iliandaa vituo vitatu vya kutengeneza, ambapo ni parokia ya Mkiu ambaye alikuwa anaendelea kutengeneza meza na viti kwa ajili ya shule za sekondari Ludewa. Kwa fundi Osia ameendelea kutengeneza madawati kwa ajili ya shule za msingi, na Lumbila ameendelea kuwakamilisha madawati ya msingi kwa ajili ya shule za msingi. Vitu vya kutengeneza vilikuwa na mgawanyo kama nilivyoeleza katika ofisi la, katika parokia ya Mkiu ya kwanza tumetengeneza meza na viti mia mbili. Kwa maana ya meza mia mbili na viti mia mbili na tayari, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumishe vigawa kwa mchanganuo ufuatao: viti na meza 80 zimeenda Chifu Ibile, viti na meza 80 zimeenda Vihuu Sekondari na viti na meza 40 vimeenda Ogera Sekondari. Kwa fundi Oska Mdewa ametengeneza awamu ya kwanza madawati ni mia moja sabini na mbili Mgawanyo atauelezea usajili msingi ambao amepeleka katika ukanda e, tarafa ya Masasi. Mheshimiwa mwenyekiti, katika awamu ya pili ambao tumetengeneza naendelea, parokia e, ya Ukingu inatengeneza meza na miti mia mbili sitini na tatu ni kwa ajili ya sekondari na bado anaendelea na hakujafanya mgao na bado anaendelea, na na kituo cha Oscar tumeweka mpango niambini, tayari, 37, mjine, Numila, tueleka, wa kutengeneza madawati mia mbili thelathini na sita tayari salana system imekamilika, atapata oda nyingine ya miti mia moja na hamsini ambayo ataendelea nayo Lumila kilipeleka matengenezo ya madawati 50 ambayo yalikamilika, na sehemu nyingine ya mapendekezo ya namna ya yakuegao ukanda wa Mwambali Mheshimiwa Mwenyekiti, e, mpaka sasa kiasi cha fedha kilichotumika milioni 25 laki 689, na salio benki tunazo milioni 23 laki 621496, ambazo zitaendelea kulipa mafundi wanaotengeneza samani awamu ya pili, na wakati amepokea tutaendelea nazo. Mheshimiwa Mwenyekiti.